Tupende kuwataarifu kwamba hapa mko salama kwa, kwa, salama kwa wa Mungu mtumishi wa ndio, hmm? neno la Mungu na nimepewa idhini ya kutoa matokeo ya utaratibu wa msusi. Nimepewa yeah, idhini na familia kutoa matokeo ya utaratibu wa msusi Okay, Jee, sobe, sobe wataanza wale kutoka ujitani familia ya yani, kuna watoto na wale wote wa, wa familia ya Nyang'oro watafata nyuma ya watoto sawa. So, mji huo ni mji ambao watu wanamfahamu Mungu wamesema watoto wao wa mwisho, sio wamwisho, kwamba nyuma yako hapana. Wafate wageni baadaye, wanaanza ujitani, wanafata wageni baadaye, ndio watoto. Hey, sasa mimi sijui hapo nitaingia wapi, mmenibana kweli, menikaba. Waanze ujitani ze ujitani, wageni wageni, afu watoto. Narudia, ujitani, wageni inamaanisha yani, ukifika hapa we ni mgeni wa mwalikwa, unaenda kwenye mstari. Yani namaanisha, afu watoto wa kwa Nyang'oro, wageni wote waalikwa. Mabibi na mabwana, kama unajua umekaa kwenye meza hujasimama, baada ya ujitani ni wageni wote waalikwa, ambaye amekaa kwenye kiti, kama umesimama, utatulia kwanza kwa hiyo niombe, baada ya ujitani ni waalikwa, afu watoto wa kwenye ngongo wote watapata, na baadaye nitatoa utaratibu mwingine. Sijanipendelea mimi MC, sijui niko wapi. Kwa hiyo inabidi tu mle kwanza, mi niwe wa mwisho. Narudia, ndugu zetu kutoka ujitani kule wageni wote waalikwa, halafu watoto wote wa kwa Nyang'oro, halafu baadaye nitatoa utaratibu mwingine. Usiingie kwenye mstari kama usiki na hayo maeneo yote matatu. Chakula kipo kingi, tutakula vizuri kwa taarifa, kama kutakuwepo na upungufu wowote, gari limekaa standby by kwa ajili ya kuleta vyakula vingine. Tupo vizuri, meza imependeza, wageni waalikwa upo vizuri. Baada ya kumaliza shughuli zote, ni utawala binafsi, kuna maeneo tunakutana, tutakutana, ila msisahau kwamba kuna ngoya sound iko mahala hapa lakini kuna wapambaji wazuri kabisa ndani ya kanda ya Ziwa na rodia kwa ujumla, lakini pia kuna MC mzuri ambaye anafanya matukio makubwa, sio madogo madogo. Yani mimi wanapokaa watu wa Marekani ndio mimi naongea eh, yani mimi sasa ni MC mkubwa mkubwa kidogo. Kwa hiyo niombe tu, kama unahitaji mawasiliano unaweza ukafika studio na kupata mawasiliano wapangaji, lakini mimi mimi binafsi tunakutana kitaani kama utahitaji namba zangu. Vyakula vinaendelea kufatwa, viti, kuna mtu amekaa chini, alichupo vizuri. Vinywaji viendelee, viendelee, meza zinaanza kunungunika.

mesema tuna huduma ya soda na maji mengine, yale mengine tukutane kitaani hapa. Eh, ni kwa mtumishi wa Mungu chonetu naiona kule. <laughs> <coughs> Msinibane kwa sababu jana nilikuwa kwenye tukio muhimu. Naomba tu sauti ya maiki ni kuna matangazo, ndio ndo muda natangaza, kakiti viti viko taratibu kama nilivyo shika aa

E, meza ya huku, mstari ule ukipungua, mstari ule ukipungua, huyo mwenye tisheti nyekundu ndio awe wa mwisho. Afu waheshimiwa, wageni waalikwa, Wanayanga, Wanasimba, kwa Tanzania kwa ujumla, tunaweza tukapata kwenda kupanga foleni yetu, yeah, pale. Yeah. Nilisema mtu wa t-shirt nyekundu hayo wa mwisho. Sijatoa maelekezo mengine tofauti. Haya sasa naomba tusimame kwa ajili ya kuenda kupanda mfomepale ila pia tukiangalia ukubwa hey, pia ni heshima ni ni, ni, ni, ni ya Watanzania hey. Tunaweza tukaendelea. Asante sana. Huyo ni mama dokta eh, mama dokta yaani kama umfahamu mganga mkuu wa Shirati Hospital. Haya, sasa huyo ndo anamfanya anakuwa, huyo ndo mama mwenyewe sasa wa mganga mkuu yeah. Ukila sana ukahisi unalewalewa, una kuna hospitali ipo karibu ambie ule si stand by, zinaweza zikakufata ukaenda maeneo yeah, ya husika. Yani ukijisikia hali inaanza kuchanganyikana unaweza ukatoa taarifa. Huo ni wakati muhimu, tunachukua, tunachukua matukio muhimu kutoka kwa kameramani wetu, mafundi mitambo wanachukua matukio hayo muhimu. Yani usipoonekana kwenye tukio la msosi, usipoonekana kwenye tukio la msosi hautaonyesha ushirikiano na wewe. Kuwepo hapa ndiye mziki wa polepole, tupate burudani. Yani usipoonekana hapa, usipochukuliwa, hauna ushirikiano wowote na sisi maana hata umaandiko anasema, twaini huu ndio Mungu wangu, namfanya hivi kwa kunikumbuka. Shiriki Josi, asante kwa kuja na kijiko chako, unajithamini. Asante sana, Josi amekuja na kijiko, yupo vizuri. Kama utahitaji pilipili, unaweza ukapiga simu namba zifuatazo.